Mwa Daudi Masalu Makashi, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kata timu ya Nyarutembo, lakini meneja wa kampeni jimbo la Chato Kusini. Mwana bewe! Mwana bewe! Lakini tutakuwa na karatasi ya pili yenyewe itakuwa na mgombea mmoja tu Mheshimiwa Paskali Lucas Rutandula mgombea wetu nafasi ya ubunge jimbo la Chato Kusini. Hapo, hapo, hapo. Hapo, hapo. Hapo, hapo.

tunashangilia ndani ya Chama cha Mapinduzi. Jamani, ninawaombeni tarehe 29 mwezi wa kumi, siku ya wakadatu, twendeni tukampigie kula nyingi za kutosha Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wana Chato Kusini, mama ameshatulipa ila, mama bado sisi anatudai. Tarehe 29 twendeni tukalipe deni lake.